Zawadi alikaa mbele ya meza iliyojaa vyakula vya bei ghali. Alichukua simu yake, akapiga picha na kuipandisha mtandaoni na maneno maisha ni matamu. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Mara tu baada ya picha, alitema kipande cha nyama alichokuwa ametafuna. Alikuwa amekopa fedha za chakula hicho ili tu aonekane tajiri. chumbani kwake ilikuwa na rundo la barua za madeni na simu za siri alizokuwa akipigiwa na wakopesha fedha kila saa. Alikuwa amechoka, macho yake yalikuwa na weusi kwa kukosa usingizi, lakini alitumia programu za simu, filters, kufuta kila uchovu kwenye uso wake. Alijitenga na mama yake na wadogo zake akihofia wangeharibu picha yake ya msichana wa mjini anayeishi maisha ya kifahari. Siku moja Zawadi alinunua kioo cha zamani kwenye duka la vitu vya kale. Kilikuwa na fremu ya mbao na kilionekana kuwa na thamani kubwa. Alipofika nyumbani, alijipaka vipodozi vingi na kuvaa gauni la kukopa ili apige picha ya kujionyesha. Alipoelekeza simu yake kwenye kioo na kubonyeza kitufe cha picha, alishtuka. Kwenye kioo Zawadi alikuwa akitabasamu kwa madaha, lakini kwenye picha iliyotokea kwenye simu, uso wake ulikuwa na huzuni nzito. Picha ilimwonyesha akiwa na machozi yanayochiririka na ngozi iliyokauka kwa msongo wa mawazo. Alijaribu tena na tena, akijilazimisha kucheka, lakini kila picha aliyopiga kupitia kioo hicho ilionyesha maumivu yake ya ndani. Kioo kilikataa kuonyesha urembo wa bandia, kilionyesha roho yake iliyochoka. Siku iliyofuata, huku akiwa na haraka ya kupandisha picha mpya, zawadi alifanya kosa kubwa. Kwa bahati mbaya, alichagua ile picha ya ukweli kutoka kwenye kioo na kuichapisha post kwenye ukurasa wake wa Instagram. Moyo wake ulidunda kwa kasi alipogundua kusa hilo. Dakika chache baadaye alikuta maelfu ya watu wameshaiona. Maoni yalianza kumiminika: Zawadi, mbona unaonekana unaumwa? Hivi hii ndiyo sura yako halisi? Kumbe umetudanganya muda wote. Aibu ilimfanya alihisi kama ardhi ipasuki amezame. Alianza kutetemeka akitaka kuifuta picha hiyo, lakini ghafla aona ujumbe kutoka kwa mama yake: "Mwanangu, sikuwa najua kama unateseka kiasi hiki, rudi nyumbani, tutakula hata mboga za majani, lakini utakuwa na amani." Zawadi aliweka simu kando na kuanza kulia. Safari hii si kwa ajili ya picha, bali kwa ajili ya nafsi yake. Aligundua kuwa amekuwa akiishi utumwani kwa ajili ya watu wasiomjua. Alichukua uamuzi mzito. Alifuta programu zote za mitandao ya kijamii kwenye simu yake. Alivua lile gauni la kukopa na kuvaa nguo yake ya kawaida ya pamba. Alitazama kile kioo mara ya mwisho na kuona uso wake wa kawaida. Haukukamilika, ulikuwa na madoa, lakini ulikuwa wa kweli. Zawadi alifungasha begi lake na kuondoka mjini kuelekea kijijini kwao. Alijifunza kuwa amani ya moyo haitokani na idadi ya watu wanaokupenda mtandaoni, bali inatokana na kujikubali na kuishi maisha ya ukweli. Maisha ya bandia ni gereza lenye kuta za vioo. Unajiona mrembo kwa nje, lakini unakosa hewa kwa ndani. Hakuna filta duniani inayoweza kusafisha roho iliyochoka kwa kuigiza furaha isiyokuwepo. Ni bora kupendwa na watu wachache kwa ukweli wako kuliko kusujudiwa na mamilioni kwa uongo unaokula nafsi yako.